Hapa, hapa tunakuja kurudisha Wanyarwanda kwao. Awa Wanyarwanda ni families za FDLR au ni watu wenye FDLR zimekamata matekwa, zimekamata matekwa, zinawaki nao kule kwa mapori za Kongo, juu wawakamate vijana ndani wakuwe wapiganaji pamoja nao hmm. Lakini hawa wengine wakuwe walimaji, wakuwe wakukonga makala. Mnajua parke zote zetu walizoharibu, hmm? Environment yetu waliharibu hmm? Waliharibu kila kitu, waliharibu economy, wanaharibu, wanaharibu, wanaua watu. Hakuna family hata hata moja ya Kongo ya mkongomani yenyewe hakupoteza mtu hmm? Tunaweza sema okay, watu si ndio walikuwa wanana, nani sana juu sa waliwakuta huku, wanasema hao ah, watu tulize, tulizani tulishawamalizia kule kule eh? Aa ah, sasa ni wenyewe wamefufuka au ni, ni shida gani? Ndio wakaanzia kuwatusi lakini kisha watusi wale wana Wakongomani wengine wote hmm? Mi sijua hata familia moja ya Kongo yenyewe haikupoteza mtu juu ya hao watu. Ni wangapi ambao wanarudi kwa jumla? Kwa jumla ni wa, ni wangapi ndio mtawarudisha nyumbani? Kwa leo tunaweza sema ni kama elfu tatu tulishafika kwa elfu tatu lakini wamingi wakiingali kule, ukienda kuuliza UNHCR eh? watakwambia ni elfu mia tatu. Unasikia? ni ni, ni, elfu, hmm? ni wengi, ni wengi nakuambia. Sasa tunajua walikuwa wanahusisha makala, wakishakata miti wanachoma makala, wakaua manyama zote za mpark, wakishaua manyama wakalima sasa park hiyo hmm? eh? mbuga ya wanyama wakalima sasa hmm? sisi sasa tunakwa kwa vita kule tulikuwa navuna mimea yao kila wakati hmm? Kila miezi tatu tunaenda tunavuna, tunawapiga, tunavuna hmm? wengi ni wanawake. Wanaume wako wapi? Wanaume wiko kwa vita, nimekueleza, wiko kwa vita, wiko mapori za Kongo, wakingali wanatafuta kuleta kuua kongomani hmm? Wakingali wanatafuta kuua kongomani, wako pamoja na fardese, wako pamoja na wazalendo, wako pamoja na warundi wale wengine wasamirdc, ao tulishakuwapatia njia ya kurudia kwao hmm? kuna mwito wowote ambao unatolea kwa wale ambao wanabaki kule mjini? Na suala la mwisho nini, umetumia HCR kwa hawa? Acha nikwambie, mwito unapanua kila siku. Sasa Radio kapii kazi yake depuis waliutia hapa, ilikuwa nini, siwiko na emission kama tahuka ile, tahuka ni kuwaita. Sasa nasi kwa aliance lvekongo tunawaambia, rudieni kwenu Nchi yenu isha kutosha ile statia ya ukimbizi hmm? Waishatengeneza nchi, wanapenda wanyarwanda wote warudi kwao wo. wapatiane mkono wajenge nchi yao hmm? watuachie na sisi amani wakongomani na sisi tujenge yetu, yetu sisi tumaki, tumebaki nyuma sana hmm? juu yao wa watu hmm? tangu walifika mashariki ya Kongo hmm? walileta shida kubwa okay. tunaweza kusema tunasemaka kunakuwa eh, vikwazo vikubwa vyenyewe vinaleta Eh, usalama mchache hmm? kukosa usalama muhii nani ya Kongo, Hmm? Yao. Pari, ni nani ya tatu ya kwanza ni gisi wazungu walikala Berlin wanakata mipaka bila kuuliza wakongomani hmm? kisha wako chung... wakachunganisha watu huko nasikia, wakabakia wa... kupana independence bila ya kupana independence wakacha, wanachanganisha watu hmm? juu saa watakuwa kule kwao wakuwe wanatirema nani mafisel watu wagombane, wabakie bagombane. Ya pili uongozi mbaya hmm? o, wa nchi yetu hmm? ya tatu ni kukuja kwao watu, bisi walikuja hapa wakawapewa waka nchi nayo. Mobutu alikuwa amezeeka eh? kuko watu walimulomba, aseme upokea wale watu wabaki kwao, kwa wapatie pouvoir yote kwao, unasikia yaine sasa ni kutueshimu mkataba nyingi nyingi, ma akord de pe zenye tulikuwa tunasigna hmm, na guvernema juu, na hivyo nilibalezea, na hivyo ivyo yakurudia kwa watu bilikuwa ndani, okay. haku, okay. haku hakufanya kitu <inaudible>